Wakati unasimama imara kuitetea kazi yako na kuhakikisha ya kwamba haiondoki mikononi mwako na kulinda moyo wa kazi, adui naye atajitahidi kuhakikisha ya kwamba anaongeza makali ya vita na anajitahidi kukupiga kadiri ya wezavyo. Lakini funga moyo wako kwa uthabiti, wala usikate tamaa vita inapokuwa kali. Usifikiri ya kwamba utashindwa vita inapokuwa kali. Ukisimama imara utukufu utakuwa ni mkubwa zaidi. Kwa hiyo cha msingi ni kusimama imara kutunza moyo wa kazi. Ukisoma katika Nehemia sura ya 4 aya ya saba bibilia inasema hivi, lakini ikawa, Sanbalat na Tobia, na Waarabu, na Waamoni, na Waashdodi wa waliposikia ya kuwa kazi ya kuzitengeneza kuta za Yerusalemu inaendelea, na ya kuwa mahali palipobomoka panaanza kuzibwa, basi wakaghadhibika mno. Kwenye aya ya nane anatuongezea maneno haya, anasema hivi wakafanya shauri wote pamoja kuja kupiga, kupigana na Yerusalemu na kufanya machafuko humo. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba wakati Nehemia na timu yote ya Israeli wanapambana kuhakikisha ya kwamba kazi inaendelea, adui naye anatafuta namna ya kuhakikisha kwamba kazi haiendelei. Sasa uh, bidii yako na, na na nguvu ambayo Mungu ameweka ndani yako isipotee kwa sababu tu adui ameongeza mashambulizi. Wakati moto unawaka zaidi, ndio mahali pa kusimama vizuri zaidi, sio mahali pa kukata tamaa na kuchoka. Wakati vita imekuwa kali sana hapo ofisini, ndio saa ya kuwahi ofisini, ndio saa ya kufanya kazi kwa ustadi, sio uvunjike moyo, uanze kuchelewa, uone kama mazingira ya ofisi hayafai tena wakati vita inapamba moto ndio wakati wewe kujitoa zaidi kwa ajili ya kazi za ofisi yako. Uh, ndio wakati wewe kufanya kwa juhudi kubwa zaidi, kwa sababu hili ndilo litakalokulinda na kukutunza uendelee kubaki hapo. Mungu ataendelea kuheshimu ule moyo ambao unao. Mungu atakufunika kwa damu yake, akutetee akulinde. Hawa wameamua mpaka kutoka kufanya machafuko, kuleta ghasia, ili tu ukuta usiinuke, lakini kwa vile ambavyo walikuwa wameshika mioyo yao kwenye kazi ya ukuta, Sanbalati na Tobia na wote waliokuwa pamoja nao hawakuweza kufanikiwa juu yao. Nami ninauhakika watu wote wanaokuja kukupinga, watu wote wanaokuja kufanya vita na wewe, hawatafanikiwa juu yako. Mungu atakuhifadhi, Mungu atakutunza, Mungu atakupa ushindi. Na tuombe. Bwana Yesu, ninakusifu na kutukuza, asante kwa ajili ya neema yako juu ya mtumishi wako Mahali popote ambapo vita imekuwa kali, ninakuomba Bwana ukampe moyo wa uthabiti ndani yake, aweze kusimama imara, asiteteleke hata kidogo. Ukamtie nguvu, ewe Bwana, kwa wingi wa neema yako, ukamtie nguvu kwa uwezo wako, na baraka yako itembee pamoja naye mahali popote ambapo wanainuka kwa bidii kuhakikisha ya kwamba wanampiga vita ili apate kuanguka. Bwana Yesu, ukampe uimara aweze uka kusimama imara akikuamini wewe, nao Bwana ukampe ushindi mbele yake. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Asante kwa kufuatana nasi.